Account, tunaendelea kutoa mikopo yenye masharti nafuu lakini pia yenye riba I mean, masharti nafuu lakini pia inatoka kwa haraka. Kwa mfano kuna watu ambao wana, wanafuga na katika kufuga ananenepesha ng'ombe wake, baadaye anakwenda kumuuza na anaenda kumuuza kwa bei kubwa kuliko ile alimnunua kabla ne, ne, ng'ombe hajanenepa. Kwa hiyo uh, tuna mikopo hiyo kwa ajili ya wakulima na wafugaji. Kwa hiyo niseme tena kwa mikopo ya kilimo, tunafahamu kwamba serikali pia imetia nguvu sana kwenye eneo la kilimo na ufugaji, na sisi kama benki ya NMB hatupo nyuma kwenye hilo eneo. Tunatoa mikopo ya kilimo na tuna idara maalum kabisa kwa ajili ya mikopo hii ya kilimo, na wataalamu wako hapa kwenye tawi letu hili la Sabasaba. Ninaamini watatoa maelezo mazuri watakapotembelea hapa wateja wetu.